Umebadilika Mwakitalima kibisa wala, <laughs> mwaki wala elimu panzi. Bendera lazima zipepee. Bendera ziko tatu mama hii, yeah. Inawakilisha Watanzania wote walioko duniani, wanyama, kwamba mnyama ndio anaipeperusha nchi hii. Hii hapa ni kwa ajili ya ubaya ubwela hii. alafu hii hapa hii hii ndio ya Simba nguvu moja hii. Kwa hiyo hizi bendera zote zina maana yake na slogan ya msimu, na slogan ya Simba. Nina, eh, eh, ziko mbili, kuna ya eh, ubaya ubwela na Simba nguvu moja. Ni waambie tu Watanzania na wana Simba haiishi mpaka iishe fainali, tunaihitaji. Hawa wepesi tu wamekutana na uwanja ambao, uwanja ni mgumu kama wa Azam Complex, lakini wangekuwa lupaso, wangejuta. Nini kiliwaleta Tanzania? Wangekuwa lupaso. Ah, uwanja bwana, tuyaache. Kuna vitu vingine vya kuvizungumza jikoni, sio kuzungumza sebleni eh. Kuna vitu vimepungua vingi sana kwenye uwanja huu, ndio umekizi vigezo, lakini kuna mambo yetu yale ya jikoni, yale ya jikoni, pila biriani, pila minyama nyama, pila kachumbari, mipasi milioni mia tatu hamsini haijaonekana leo. Uwanja wa Amani sawa na uwanja wa Azam Complex, lakini ni waombe tu kwamba haiishi, tuna dakika tisini zingine, Daban tutakwenda Nina waahidi wanasimba, tunakwenda kumaliza ishu pale pale kwao Durban. Tutafunga, tutafunga mitaa na maduka yake, tutafunga mitaa na maduka yake, kwa sababu pale Durban nao sio kwao, pale Durban nao sio kwao, wote tunacheza neutral ground watoto wa Cape Town. E, wale watoto wa wa Cape Town mwishoni mwa South Africa huko, yaani wale kama ni Mbeya au wako mkoa wa Songwe, wako mpakani mwa Zambia na Tanzania, yani wako Tunduma huko. Kwa hiyo wale kwao ni huko Cape Town, ni mbali kabisa. Kwa hiyo tunakutana nao dabani. Niwaambie tu wana Simba, endeleeni kunywa mtori, nyama mtazikuta chini. Bila kusahau dua, tuendelee kumwomba Mungu. Mwaka huu tumedhamilia, mwaka huu tuna jambo, mwaka huu tunataka tuingie fainali, na tukiingia fainali tunalileta mkiingia awe arais Birkane awe CS Constantine. Tukiingia fainali, nawaambia waandishi wa habari, nyie mliopo hapa na kamera zenu yeah. Tukiingia tu fainali 2020 ni wote nyie, andikeni kabisa, nawaahidi hapa wa, na uh -huh. Narudia tena narudia tena, waandishi wa habari, mkiona mnyama ameingia fainali kuna ishirini ishirini zenu zipo zimekaa tu hazina kazi bana, usije kawa na ahidi ishirini ishirini. Nimekwambiaje sisi ee? Wanasimba pesa ipo sisi, wanasimba pesa ukiona kitambi kama hiki hiki, hizi ni hela, una smartphone e. kwenye maziwa kuna kitu kinaitwa klim. Sijui kama unaifahamu ile cream inakaa juu ya maziwa inakuwa kama ina rangi ya njano. Leo tumekosa cream. Jean Chale awa hakuwa alikuwa na network kama kingamuzi cha Star Times, ehe. Kwa hiyo leoleo Jean Chele awa eh, alikuwa network, sijui alilala mkunazini, sijui alilala mwembe tayari, sijui alilala mwembe dolo eh, sijui alilala kibanda maiti, sielewi kafunga nani kwa? Ah, ah. Mama dakika sekunde ya ile ambayo haimruhusu kunywa, yani kuku kunywa maji yeye na nyavu anatufanya mimi sukari iwe juu, kanipandisha sukari leo, yani amenipandisha sukari. Lakini hata hivyo niwaambie tu, wana Simba, haiishi mpaka iishe, tunakwenda fainali. Kuna watu wanahangaika Babati huku wanapiga piga picha kwenye supu, sisi tunawaza fainali sisi tunawaza fainali, nawafuatilia tuna na kwa sababu wamekodi basi linaitwa Machame, hapo wamebandika stika zao, wanajifanya lile basi sio la kwao. Lile ni basi la Machame, linapiga tripu za da Kondoa. Wasubiri iliza ikija, tutawazima ile golden dragoni, waitumie kwa sababu bado iko bora. E, ndio kwa sababu hawana usafiri. Mpango wa iliza ile gari ni G8 plus, dukani wanauza bilioni 230 kwa Tanzania, kwa Dar es Salaam. Walio nayo Azam FC ni ni iliza 6 plus, ni ndogo sana ile. Hata yule mwenye mabasi ya Katalama ana ana hiliza 7 plus. Hii ya Simba ni 8 plus. Unasikia mambo ya 8 plus wao wow, mdomo mali yake mwachi azungumze. Ya waliwahi kuzungumza, hatuna uwezo wa kumsajili elimu panzi elimu ampanzi kibisa wala. Waliwahi kusema hivyo kwamba yule mtu anatoka Vwawa hamwezi kumsajili yule, sijui kwao wanalima sana kahawa. Nikamwambia yule anakuja mnyama yule ndio eli mwampans kibisa wala mkemia anakimbia kama mnyama mmoja, anaitwa duma. Yule duma anakimbia kilomita mia mbili hamsini kwa saa. Kwa hiyo unapomchokoza eli mpans, niwaambie tu Stellenbosch, Waliingia kwenye mfumo alafu wakachomoka, ni sawasawa umelitumbukiza yai kwenye kikaango alafu likateleza likadondoka chini. Tukutane dabani, mabendera haya mtakutana nayo dabani M ndio wakubwa ilivyo fainali, sio? Unaingia tu kiulaini laini, lazima upambane mwanaume. Ndio maana hata kwenye maandiko wanasema mwanaume atakula kwa jasho, ndio tunapambana hivi. Kuna watu waliwahi kwenda fainali kamseleleko, walikutana na covid, walikutana sijui na nini. Hii ndio wanaume wanakwenda fainali namna hii tuambie Stellenbosch watacheza mashindano haya mwakani trip hii watu wache, tumechoka, uh, tumechoka kwa kina mwaka nusu, sasa hivi tunaingia mwaka fainali. Ah, tumechoka kwa kina mwaka robo wala wakina mwaka nusu, sasa hivi tunakwenda kwa mnyakyusa aliye bora mwaka fainali. Kumbe ulikuwa unaumia, ulikuwa unaitwa mwaka robo kuumia. Ah, hii ni kazi, kwa sababu Simba hajaanza leo kuipeperusha bendera ya nchi hii. Kwa hiyo niwambie Jamani wanasimba, endeleni kunywa mtori nyama, mtazikuta chini. Walikutana na COVID, walikutana sijui na nini? Hii ndio wanaume wanakwenda fainali namna hii? Tuambie, Stellenbosch watacheza mashindano haya mwakani, tripu hii watu wache, tumechoka kwa kina, uh, mwaka nusu sasa hivi tunaingia mwaka fainali. Tumechoka kwa kina mwaka robo wala wakina mwaka nusu, sasa hivi tunakwenda kwa mnyakyusa aliye bora mwaka fainali. Kumbe ulikuwa unaumia ulikuwa unaitwa mwaka longo, ah, kuumia. Hii ni kazi, kwa sababu Simba hajaanza leo kuipeperusha bendera ya nchi hii. Kwa hiyo niwaambie tu jamani, wana simba endeleni kunywa mtori nyama, mtazikuta chini.